Funguka na ukaolewe, funguka! Kila mganga aliyechukua sadaka na kufungulia hayafunguka, funguka, uwe na mme, funguka! Namfungua kwa jina la Yesu, namfungua leo kwa jina la Yesu, afunguka yote haya funguka, durisha mfunga siolewe, na mfungua leo. Sasa leo funguka, funguka, funguka, funguka uwe na kwako, funguka.